Hii ni Dems Media. Moja kwa moja ni kukaribishe katika ya taarifa ya habari ya leo tarehe 22 Juni 2025, tukiangazia huko Mashariki ya Kati ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran maarufu kama IRGC limethibitisha kutekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo mbalimbali ya kijeshi na miundombinu ndani ya Israel ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion, vituo vya utafiti na kambi za kijeshi zinazotoa msaada wa kivita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim la nchini Iran, mashambulizi hayo yalifanyika mapema alfajiri ya leo Jumapili Juni 22 2025, saa chache tu baada ya kutekeleza mashambulizi dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran vilivyoko katika maeneo ya Fordo na Natanz na Isfahan. Taarifa zinasema mashambulizi hayo ya Iran yalihusisha matumizi ya makombora ya masafa marefu yanayotumia mafuta ya bisi maarufu kama solid fuel missiles yakiwemo makombora ya kisasa ya aina ya Kaibashekan ambayo yanatajwa kuwa ya hali ya juu na yenye uwezo mkubwa wa kupenya ngome za maadui. Mamlaka nchini Israel zimethibitisha kuwa zaidi ya watu ishirini wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi hayo, huku serikali ikitangaza kusitisha kwa muda safari zote za anga ndani ya nchi hiyo hadi taarifa mpya itakapotolewa. Aidha, mashambulizi hayo yamezua taharuki kubwa miongoni mwa raia, ambapo zaidi ya watu elfu kumi wamelazimika kuhama makazi yao hasa jijini Tel Aviv, takriban watu 32 e wamewasilisha maombi rasmi kwa serikali ya Israel wakitaka fidia kutokana na uharibifu wa nyumba na mali uliojitokeza kufuatia mashambulizi hayo. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha uwepo wa makombora hayo kutoka Iran na kueleza kuwa wanachambua kwa kina mazara na kiwango cha teknolojia kilichotumika. Hali bado ni ya wasiwasi mkubwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, huku jumuiya kima ya kimataifa ikitoa wito wa utulivu na kujizuia kuchochea mzozo zaidi. Hii ni Dems Media, niombe subscribe, like, lakini pia kuacha maoni yako kuhusiana na hali hii inayoendelea huko Mashariki ya Kati. Pia usikose kusambaza taarifa hii kwa wengine. Mimi ni Abdul Juma, tukutane kwa mara nyingine. Bye bye, chao.